Pia tunaruhusiwa kisheria, si ndio? Kwa hivyo leo sisi kuja kuunganika hapa, tulitoa taarifa mapema na ndio maana tukasema tutakutanika hapa, si ndio? Na tukasema hatukutaniki msituni na hatuna hata mawe, hatuna bunduki, hatuna chochote kile. Tulicho nacho ni kofia yetu ya kufanya kazi na mavazi yetu ya kufanya kazi, si ndio? Na kwa hivyo hatutishii usalama wa mtu yoyote. Mimi nimetoka Nairobi nikijua kwamba hayo ndiyo tunakuja kufanya hapa leni nero usio sheria. Hatuja vunja sheria yoyote, kwa sababu naambia ati nimetoka Nairobi kuja kukosesha usalama huku wote, na tunasema hatukoseshi usalama wowote wote, wakati ambapo watu wote wa hapa Makueni wanakosa huduma ya afya, sio mimi nilisababisha. Wakati ambapo hao ambaye ni viongozi wetu ama wafanyakazi hawalipu mshahara zao vile natajika, sio mimi nilisababisha. Basi kama kuna kile ambacho sisi tumesababisha tunataka kuelezwa na tuelezwe. kinanga ubaga ndio hiyo, tunasema hivyo, si ndio? na sisi si waoga okay. Na kama ni, ni, ni kwa sababu nimeambiwa kwamba tinatakiwa kushikwa, nishikwe na nielezwe kwamba nashikwa kwa nini, kwa sababu hivyo ndio nimeelezwa na hospitali. mimi kama gibore mimi ni mkenya na nina ID yangu na mimi sijatoka TZ sijatoka uganda na sijakosa sijakosa chochote kwa miaka karibu saba ambayo nimeongoza hichi chama hatujawahi kunja sheria, na hakuna mtu yote yote ameshikwa, si ndio? Na kwa hivyo kuja wote, ambapo gavana ndiye wakili anatakiwa kujua kwamba tuna uhuru wa kuji express na kudai yale ambayo aliahidi watu wetu, wowote nataka kusema hii. Tulipotoa ilani yetu ya mgomo, walikuwa na nafasi ya, ya kusuluhisha yale matatizo yote ambayo yapo, hawakuweza kufanya hivyo na ndio maana tumesema kwa sababu tumekuwa tukitulia, lazima tueleze wa, tueleze watu waote, kwa kwanini sisi hatupo katika sehemu zetu za kazi, na tunataka kwamba serikali itimize ama itekeleze yale ambayo sisi tumekuwa yakituudhi kwamba hatuna support ya kufanya kazi. Mnanisikiza? Na kabla niseme kabisa, nina viongozi wangu hapa, nataka kwanza chema na wapi kuja ende ataongea. Naongea kikamba kwa sababu

lakini eh, employer witu ni public service board kia workers na specifically clinical officers kuma mwaka wa 2024 last year itihitwetina mathina manene na public service board yaito mundu itanenga nie career progression guideline ila yavĩtũkithiwe n eh,

board ni kulia career guideline maana ndio atindile mayasi akile ivinda. Career guideline ilikuja ni sawa, lakini ililetwa na union. Wanasema waletewe na public service commission, wasiletewe na union. Sasa tunauliza ile career guideline iko na stamp. Governor amepewa amesoma, chief officer amepewa amesoma, department hr amepewa amesoma, imetoka kule juu Nairobi.

a meeting with the board three weeks ago na board wakasema wanangojia kitu inaitwa transition formula. Na sisi tunauliza board. Transition formula inakuwa tofauti aje na circular yenye imeandikwa pale na PS. Amekuambia vizuri implement the career guidelines as it is effective 8 May last year. Unataka nini hiki? Number two, madaktari wetu ambao wamekuwa wakifanya kazi kwa kandarasi ambazo si za kudumu maandikiwe, maandikiwe ama3gwooeaiikwtam kwa

Ikala masipa, kwa lakini niseme kwamba madaktari wetu ambao ni kliniki za macho masikio, na hao kliniki officers leo hii wameendelea kugoma kwa nao 48 day I mean not 48 day the fourth month sahahii, na wako na uh, uzuni sana kwa sababu tunaona ni kama hakuna jambo ama hakuna eh, hakuna bidii yoyote tunaweza sema. Uh, ule employer ambaye inaitwa Public Service Board anaonyesha anajaribu kufanya, kwa sababu tumeenda tumekutana hata na huyo Public Service Board ambaye ndiye employer, tukakaa chini tukamwonyesha zile vitu ambazo ni sheria zimekuja za kutumika katika promotions na kuajiri watu wetu. Na tulipompitisha katika hiyo document, akaanza kusema wanangojia bado barua nyingine itoke kwa Public Service Commission, na tunaona kweli kwamba hii eh, document imeanza kutumika kwa kaunti zile zingine zote.

Because of hii ni kitu kidogo, na naona maneno ambayo tunaongelelea kama ni kadarasi za ni kadarasi za kudumu. Tumeona watu wetu wa eh, ECD teachers, walipewa kadarasi za kudumu, na si nyinyi pia mko na wazazi, so tunaenda the same shops, same supermarkets, same taxation. So kwa nini pia watu wetu ambao ni madaktari na ndio wanatibu? Kwa nini pia wasipate kadarasi za kudumu? Kama hao watu wengine. Kwa hivyo hiyo ndio kitu yenye tunasema apeane tu mwelekeo kabisa, Kwa sababu wale watu wameachia, inakaa ni kama sijui ni kutaka hawataki ama shida iko wapi? Meeting, meeting, no results. Department nayo ama shida ni nini? Because ukiambiwa na chief of staff mmoja amesema tuko na budget, bodi imesema haina. Kwa hivyo tuko na shida na hatuelewi, ni power ya kuvutana yao wao wenyewe na tunaumia hapa chini na tunaendelea kuteseka, na hatutaki hiyo uongo wanaeneza kwamba tunagoma. Tunataki kufanya kazi ni kwamba tunataka kufanya kazi, na wao ndio wamegoma. Ni watusikize na tutarudi kazini, ama namna gani? Comrade power! Ni hayo kwa sasa. A people united shall never be divided, united shall never be divided, a people united shall never be defeated, a people united shall never be defeated united ya wetu. Nataka kusema mimi, kwa majina naitwa George Gibore, ya katibu mkuu wa chama cha maafisa tabibu nchini, na kwa namna hiyo tuko hapa leo kwa sababu kwa mgomo ambaye tulikuwa nao ambao ulikuwa umeanza awali, ulikuwa wa kitaifa kaunti gatuzi zingine zote zilishughulikia matatizo nyingi, zilishughulikia matatizo ya watu wetu. Ile ambayo ilikaidi kutekeleza yale ambayo tulikuwa nayo ni kaunti ya Makueni, ingine yao ni ile ya Kitui, na ingine ni ile ya Vihiga, na ya mwisho ni ya Marisabet. Sasa muelewe kwamba kuna gatuzi zaidi ya ngapi nne ambazo ziko katika manda, ziko katika mgomo na mgomo huu ni maafisa tabibu ndio wanauongoza, si ndio? Mm. Na sababu sisi hizo gatuzi nne zimekandamiza watu wetu, na sisi tumesema sheria inaturuhusu kuweza kupewa haki sawa na wengine, na pia iwapo kama haki zetu tunaona kwamba tunanyimwa tuna haki kisheria kuweza kufanya nini? Kuweza kutoka nje kwa kile kipengele thelathini na saba ya sheria ambayo inaturuhusu kuweza kwenda kwenye mgomo, ile inaitwa assemble, tuweze kufanya demonstration, tuweze kufanya picketing na tu present public petition to an authority in the country. Na leo hii tukiwa hapa, tuko kwa hapa kwa sababu tunajua kwamba tumekosewa na gavana wa Makueni na viongozi wote wa hapa Makueni. Na tukisema hivyo ni kwamba tumekuwepo na makubaliano zaidi ya nne na miaka ambayo imepita, na sisi tukiwa hapa tunashukuru kwamba gavana aliyekuwepo alitende haki na akaajiri watu katika kandarasi za kudumu, kila moja, hakuacha hata mmoja katika kandarasi duni. leo hii huyu gavana aliyekuja ambaye ni Mtula Kilonzo, ambaye ni mwanasheria amekiuka sheria. Anaandika watu chini ya vile ambavyo inakubalika kisheria, na anawalipa malipo duni na anawalazimisha kufanya kazi, na hiyo tunaona kwamba si sawa, na sisi kama wapenda sisi wa Kenya wapenda sheria lazima tuweze kutoa sauti yetu kukemea vitendo ambayo ni vya kigaidi na ambazo zinakiuka sheria. Na lingine lile ambalo wametukosea ni kwa sababu tuko na ile ambayo inaitwa career guideline ambaye inaonyesha vile ambavyo watu wanatakiwa kuajiriwa na wapandisho vyeo promotion, lakini gatusi hili la, la Makwenu wameamua kutotumia ile ambayo ilipitishwa ni, eh, ni career guideline ambayo ilipitishwa last year na wanasema kwamba hawajakuwa hawajatumiwa kisawa na hili naitwa Council of Governors. Na sisi tunauliza sheria gani inahitaji sheria iliyopitishwa kupitizwa ama kuforwardiwa na wale wanaitwa Council of Governors? Huo ndio ukiritimba na ugaidi wa viongozi ambao wako katika ugatuzi, kwa sababu kama kupitishwa, hii document inatakiwa kuwa approved na public service commission, na hiyo public service commission imesha approve that document kama unaona hauipendi ama utaki, unatakiwa kutumia vyombo vya kisheria, kwa mfano koti, na ukaweze kunalify that document. Kwa hivyo hawajaweza kufanya hivyo, na kama hawajaweza kufanya hivyo, na ana promote watu out of the uh, of the, of that guideline. Sisi tunasema kwamba ni kukosa adhabu na kutukosea heshima, kwa sababu unatunyanyasa tu na haujaweza kufanya hiyo promotion since last year. Sasa tuko katika uh, budget ya pili, tunaenda budget ya tatu without any promotion. Sisi tumesema kwamba miaka hairudi nyuma, miaka inasonga mbele. Kwa hivyo ukitunyanyasa leo, manyanyaso ya leo yanatuumiza maisha yetu yote. Kwa hivyo hatutaki kusubiri, tumetoka nje, tunataka kupata hizo uh, promotion zimetolewa, na hatutaki kusema ni County Public Service Board kwa sababu mwenye budget ni governor, mwenye budget ni CCC, mwenye budget ni chief officer wao ndio wanatakiwa kupeana budget waseme tuko na pesa za kupromote na na wa prepare zile file na waseme kwamba tunataka wa approve the work of the County Public Service Board is to approve the decision of the executive so the executive have not provided any fund for promotion up to date and whenever we approach them they just talk about the County Public Service Board whom we know their mandate and up to date as they say let the governor say whether he has provided any fund for promotion he has not

Leo hii tuliweza kutoa ilani yetu na tukaeleza maofisa wa polisi kwamba tutakuwa tunakutanika hapa na tutaelekea katika ofisi kadhaa. Ofisi ya kwanza ni ile ya mwajiri ambayo ni Public Service Board. County Public Service Board. Ofisi ya pili ni ile ambayo ni ya gavana, na tukawaeleza kwamba tutakuwa tunakutanika hapa na wao tukawaomba kwamba kisheria waweze kutupatia ulinzi. Hivyo ndivyo sheria inavyosema katika kipengele 37 ya sheria zetu ama constitution inasema, inatupatia haki yetu kukutana na kuweza kufanya maandamano na kuweza kupetition any public office. Nilipofika hapa leo, ninaelezwa kwamba polisi ambaye ni Madam Alice the, the, uh, OSPD anasema kwamba hataki sisi tuandamane, na anasema ile kazi yake kubwa ni kuprotect offices za governor. Hiyo ni maneno gani? Tunaeleza na sheria ipo, na kama vile ambavyo nimesema, sheria inatupatia haki kukutana na inatupatia haki kupeleka public petition. Na anasema tutembee pole pole kama wagonjwa, twende, twende pole pole tusifanye kelele, na amesema barabara ni zake. Mimi nimeongea na mkubwa wake, anaitwa Masudi ambaye ni senior inspector general, na amenieleza kwamba hawajaweza kuelezwa kwamba tumevunja sheria zozote na tuna haki ya kuweza kutembea. ni vibaya sana. ni vibaya sana wakati ambapo gavana anaamua kutumia ofisi ya OSPD kutukandamiza sisi kueleza Wakenya na kueleza wana Makueni kwa nini hawana huduma za afya mpaka leo hii, basi tusiweze kuelezwa kwamba hatuna haki. Kama hatuna haki, basi turudishe Somali hata Wasomali leo hii wameruhusiwa, wameruhusiwa kuchukua vi, vi, vi, vi, amini vipande hapa Kenya, si ndio? Yeah. Basi sisi kama Wakenya, mwenye ambayo anaona kwamba tumekosa sheria, kuna ile ambayo inaitwa koti, tupeleko kotini, si ndio? Yeah. Si kuja kutukandamiza, kwa sababu pia katika sheria zile ambazo zinapatia polisi idhini ya kufanya kazi wakati ambapo tuna maandamano, inasema vizuri kwamba hawaruhusiwi kutumia nguvu zozote, na pia wao wako pale kuprotect kuhakikisha kwamba maandamano yetu, hakuna wale ambao wanaingilia na iko ya amani, si ndio yes? Sasa kwa mfano, kwa sasa umeona polisi hapa, ni nani ambaye amekosa sheria? tumemwidia nani? tumempiga nani? Basi kutoka hapa sisi tunatoa airini kwamba tunataka kuelekea katika one of the offices zile ambazo tulisema kama wana haja na sisi waweze kutushika sisi, si ndio? Mimi yeah. Ndiye ambaye nimepewa idhini kisheria kuweza kuita mgomo, na mgomo huu nimeruhusiwa kisheria kuuita. Hakuna mwenye ambaye ameenda kotini akasema si halali. Kwa hivyo kama, si, kama ni halali, basi tunafanya maandamano yetu vile ambavyo sheria inavyoturuhusu, si ndio? Asante. Na tunafanya mchana kweupe sahi, si usiku, si ndio? Sahi si usiku. Basi mwenye ambaye anaona kwamba tuna makosa aje atukamate na atupeleke kotini. Ndivyo tumesema ipokoleo. <coughs> <bawa, tos> <bawa, bawa, bawa. tos>